Kwa majina anaitwa mhandisi Leonidas Deogratius anatokea mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya. Kwa hiyo nipo hapa kama msimamizi wa mradi, kama ambavyo tumepata maelezo kutoka kwa wenzetu kwamba kabla ya ku, ku, ku, kusanifu wenzetu wa bondi walikuja kufanya utafiti wa maji ambayo yako chini ya ardhi na kutuonyesha wapi ambapo tutakuja kuchimba kisima, lakini kutuambia ni kwa umbali wa kiasi gani. Kwahiyo ripoti hiyo tunayo, tunajua kwamba ni takriban mita 140 na kuendelea. Hiyo wao ripoti yao inasema isipungue mita 140 maji yataanza kupatikana. Sasa ni hiyo ndo tunaenda sasa sasakutekeezagai mkandasi mkandarasi site kwa ajili ya kufata hiyo study ambayo imefanyika na nzetu wabonde kwaajili ya kuanza kuchimba kisima. Sasa yanaweza yakapatikana kabla ya 140 au baada, sasa yote matokeo baada ya kufanya hilo zoezi, kiasi cha maji pia ni baada ya uchimbaji. Ukishachimba kuna kitu tunasema pump test, kuna vifaa vinaletwa, tunapima ile flow ya maji ambayo itakuwa chini, unakuja na jibu kamili kwamba ni maji kiasi gani yanapatikana baada ya kuchimba hapo. Sasa ndo unakuja na saizi ya bomba na pump ambayo utaiweka kwa ajili ya kuvuta maji kupeleka kwa wananchi. Mipango iliyopo ni kata ya Nsalala ndo tunataka tuhudumie kama mnavyofahamu kwamba changamoto ya maji katika mji mdogo wa Mbalizi ipo. Yani kiasi cha maji ambacho kinazalishwa ukilinganisha na mahitaji, kidogo. Mahitaji ni makubwa kilinganisha na maji yanayozalishwa. Kwa hiyo lengo la kisima hiki ni kujaribu kupunguza ile adha ya upatikanaji wa maji, kwa maana ya kwamba kama maji yalikuwa yanapatikana kwa mgao labda wa masaa matatu mpaka manne kwa siku upatikanaji wa hiki kisima amaji ya kisima hiki maanake anaenda kupunguza ile adha. Kuna maeneo ambayo pengine wapati maji kunakuta kwa wiki ni mara mbili mara moja, sasa tutajikuta watakuwa na maji kila siku, ila kwa masaa fulani ambayo atakuwa yamepatikana. Tumelenga kata ya Nsalala, matarajio yetu ni kwamba, uh, kisima kikikamilika, basi kero au ule upatikanaji wa maji unaenda kupungua. Sasa um, leo kandarasi ndo kaleta ili gari lakini pia kashaanza kufanya mobilization ya staffing. Tunategemea kesho asubuhi zoezi la uchimbaji lianze, lakini ana kazi mbili, sio tu kuchimba, ana kazi pia kukiendeleza, kukiendeleza kwamba atajenga chumba cha pump, tunasema pump house. atavuta umeme kwenda pale na kununua hizo pump, lakini akishavutwa yale maji tutaweka kwenye mtandao wetu wa maji ambako karibu na tuna bomba za inchi sita na inchi nne Kwa hiyo tunaamini tukiinject hayo maji kwenye huo mtandao, yale matatizo ya maji yatapungua. Na ikiwezekana kuna maeneo ambayo hamna hata huo mtandao wa maji, kwa sababu tayari maji tumeongeza uh, kwenye mtandao, itabidi tufanye extension, ambayo hii sasa tutaifanya sisi wenyewe mamlaka kwa, kwa, kwa resources zetu za ndani, kwa kuusogezea huduma tuhakikishe kwamba kero ya maji inapungua. Kwa jina naitwa Ambokile Mwaisumo ni mwandishi wa maji natokea bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa Mbeya. Tumekuja hapa eneo la Nsalala kwa ajili ya kuonesha pointi ya kuchimba kisima. Kwa sababu tulishafanya utafiti, na katika utafiti wetu ambao tumeufanya tumeweka alama hiyo hapo inayoonekana hapo chini. Kwa kifupi, mimi nimekuja hapa kwa, kwa lengo la kuonesha pointi ya kuchimba kwa sababu mimi ndio niliye usika kwenye ufanya wa survey a, nadhani kama, kama nilivyokwisha kusema kwamba mtambo umeshafika kwa hiyo shughuli liobaki ni kwanza kuchimba na mtambo huko pale unaonekana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya tunawashukuru kwa miladi mikubwa kwenye halmashauri yetu Mbeya UWASA tumeona na hata tukiwa kwenye vikao vya maji na mkurugenzi wetu Sipia Ikayange tumeona umuhimu mnavosaidia kwenye maji, nimeona Shamwengo na mradi mkubwa sana hata mwenge wa uhuru ulipita hapo, na pia Ilungu najua mnaweka na Shongo, lakini jambo ambalo sisi Mbeya DC tumelishukuru kwenye kata yetu ya Nsalala pale tuna mradi mkubwa mbali mbali wa Tanganyika Packers na tunao wawekezaji mbalimbali ambao wanakuja, mmemwona hata Mheshimiwa mbunge wa Mbeya mjini ametuletea wawekezaji kutoka China kwa ajili ya kuja kuwekeza ni jambo la fahari kwetu sisi Mbeya DC, lakini niwapongeze sana Mbeya UWSA kwa kutanua huduma ya maji, kwa sababu tunavyoweka mji mpya ambao ule mji utakuwa ni mkubwa uliopimwa na umeshapangwa na viwanja vimeshauzwa na vimebaki vingine. Kuna maeneo ya uwekezaji wa viwanda, maghala, maduka, eh, kuna sehemu za kuweka petrol stations na eneo hilo kwenye hii barabara kubwa inayokwenda Zambia ni kama kilomita moja kufika kwenye eneo la Tanganyika Pekas. Niwapongeze Mbeya UWSA kwa kuona mbali na kuleta mradi mkubwa wa maji ambao kisima hiko kitakuwa ni kisima kirefu kitakachosaidia tupate maji ya kutosha, na mradi huu na uhakika utatusaidia sana kwa wananchi wetu. Kwa Mbeya UWSA nimeona jitihada zenu jinsi mnavyofanya kazi na kuweza kutoa huduma za maji kwa kweli, sisi kama Mbeya DC tuko pamoja na tunawapa ushirikiano na tutashirikiana hata kwenye vikao vyetu. Nimeona mtambo tayari umeshafika eneo la la site na watu wetu Watanganyika Pekazi, wa-watakuwa wasiwe na wasiwasi. Miundo mbinu ya maji na umeme tuko kwenye mchakato mzuri. Lakini ni wapongeze maji, mmechukua hatua na mnaanza kuchimba, kwa taarifa nilizozipata nimesikia wiki hii. Basi niwakaribishe sana Mbeya DC na wananchi wetu watakuwa na furaha sana, lakini wa DC, kwenye eneo letu la kata tumeshawapa maelekezo na watawapokea vizuri na watatoa ushirikiano mpaka kufanikisha maji yaweze kupatikana kwa wananchi. Haya yote ni mafanikio ya siku mia moja, ndani ya siku mia moja ya Dr. Samia Suluhu Hassan na furaha ilioje! Kesho ni siku yake ya kuzaliwa Mheshimiwa rais wetu mama maono, mkuu wetu wa kazi. Sisi tunamtakia heri na fanaka katika kuleta furaha kwa wananchi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Asanteni kwa kunisikiliza. Jina naitwa Bwanita Bikisa Mwingina, ni mkazi wa Msalala. Tunamshukuru Mheshimiwa rais Dr. Samia Suasan kwa kutuletea maji. Kwa kweli tulipata tulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji hadi alipokuja kutuletea. Kwa kweli, mama ameweza kutushusha ndoo kichwani, tumepata maji. Tumepata changamoto ya maji kwa muda mrefu sana. Tunashukuru kwa kutusikiliza, wananchi wa Msalala pamoja na wabunge na madiwani wote.